Tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka wa 2025 kutoka kwa Nabii wa Mungu Ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi harusi aliyekatwa akatolewa, leo kanisa limemsahau nabii wao. Hawamhitaji yeye tena ahubiri katika makanisa yao. Wanadai wana wachungaji wao wa kuwahubiria na kuwanukulia na kuwafasiria neno. Kuhubiri ni muhimu zaidi kuliko kuisikiliza sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda katika makanisa yao. Bali Mungu alijua yeye hana budi kuwa na nabii wake. Hivyo ndivyo yeye amekuwa akimwita atoke na kumwongoza bibi harusi wake kila wakati. Yeye alitukata akatutoa kutoka miongoni mwa mataifa mengine kwa upanga wake wenye makali kuwili, roho wake mtakatifu, sauti yake iliyonenwa na nabii wake. Yeye ametukata kwa sauti hiyo. Ndiyo maana aliirekodi na kuiweka kwenye kanda kwa ufunuo. Tunaona jinsi maandiko yalivyo makamilifu. Bibi arusi hawezi kuivishwa isipokuwa mwana aivishe. Haidhuru utahubiri namna gani, hata ufanye nini, haliwezi kuivishwa, haliwezi kudhihirishwa, haliwezi kuthibitishwa ila tu na yeye aliyesema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Lile neno, neno lilituambia Roho Mtakatifu mwenyewe atatokea na kutuivisha ili kuthibitisha, kuhakikisha na kujidhihirisha. Nuru ya jioni imekuja, Mungu akijidhihirisha mwenyewe katika mwili ili kumwita bibi arusi wake atoke. Yeye ndiye aliyekuita wewe utoke, kwa Roho wake Mtakatifu, neno lake, sauti yake. Yeye ndiye aliyekuchagua wewe yeye ndiye anayekufundisha wewe, yeye ndiye anayekuongoza wewe. Kwa kitu gani? Roho wake Mtakatifu, sauti yake ikizungumza na wewe moja kwa moja. Lakini kwao hilo limepitwa na wakati sana. Katika siku hii wamepita muda wa kuzicheza kanda makanisani mwao. Wao hawalitambui hiyo ndio sababu wako katika hali walio nayo. Lakini kwako wewe imefunuliwa kuwa ndiyo njia ya Mungu iliyoandaliwa. Ni Bwana asema hivi kwako. Kwa hiyo hakuna budi kutokee nguvu fu fulani. Roho mtakatifu mwenyewe kuivisha ama kuthibitisha ama kuhakikisha ama kudhihirisha ya kwamba yale ambayo yeye amebashiri yangetukia katika siku hii, nuru ya jioni inaleta hilo. Ni wakati wa jinsi gani sisi! Ndiye bibi-arusi neno mkamilifu, ambaye nabii wake alimwona katika ono. Sisi ndiyo wale ambao yeye alimtuma nabii wake kuwaita watoke kwa neno lake, na sasa tunao uamsho, kwa maana sasa tunajua sisi ni nani. Kufufua hapo ni neno lile lile linalotumika mahali pengine popote. Ndiyo kwanza nilichunguze, linamaanisha uamsho yeye atatufufua baada ya siku mbili. Hiyo ingekuwa katika siku ya tatu. Yeye atatufufua tena baada ya kututawanya na kutupofusha na kuturarua. Baba alimtuma nabii wake kumwangalia bibi harusi wake ili kwamba tusitoke mstarini. Kumbuka, hili lilikuwa ono. Bibi arusi alipitia mahali pale pale alipopitia wakati alipokuwa hapo mwanzo. Lakini nilikuwa nikimwangalia akitoka mstarini na nikijaribu kumvuta arudi kwenye mstari. Lakini yeye angewezaje kumvuta arudi mstarini leo? Yeye mtu huyo hayupo hapa duniani. Kwa neno neno pekee lililothibitishwa la wakati huu ni lipi? Sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda. Wahudumu wameitiwa kulihubiri neno kwa kunukuu kile hasa nabii alichosema kulingana na nabii mwenyewe, wao hawapaswi kusema chochote zaidi. Kweli wameitiwa kulifundisha na kulihubiri neno hilo, lakini kuna sauti moja peke yake iliyothibitishwa na Mungu mwenyewe kuwa, Bwana asema hivi. Nasema vivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo, usiongeze kitu, usiondoe kuliwekea mawazo yako wewe, sema tu yaliyosemwa katika kanda hizo. Tenda sawasawa, sawa kabisa na vile Bwana Mungu amekuamuru kutenda. Usiongezee kwake. Kama ukisema amina kwa kila neno ambalo mchungaji wako au mhudumu wako asemalo, umepotea. Lakini ukisema amina kwa kila neno ambalo Mungu alilolinena kupitia nabii wake kwenye kanda, wewe ndiye bibi harusi, na utakuwa na uzima wa milele. Nabii wa Mungu alikuwa ndiye mtu ambaye Mungu alimchagua kuzungumza kupitia yeye. Ilikuwa ni chaguo la Mungu kumtumia yeye kulinena neno lake na kuliweka kwenye kanda ili kwamba bibi harusi angekuwa siku zote na Bwana asema hivi ya kusikia. Yeye hataki bibi harusi wake ategemee kile watu wengine wasemacho au fasiri yao ya neno lake. Yeye anataka bibi harusi wake asikie kutoka kwenye midomo yake hadi masikioni mwao. Yeye hataki bibi harusi wake amtegemee mtu mwingine yeyote, ila yeye mwenyewe. Tunapoamka asubuhi, tunapenda yeye atuambie, Habari za asubuhi, marafiki. Nitazungumza nanyi leo na kuambieni jinsi gani ninavyowapenda na jinsi ambavyo ninyi na mimi tulivyo mmoja. Ninao wengi ambao nitakaowapa uzima wa milele bali, ni wewe peke yake ndiye bibi harusi niliyemchagua kwa mkono wangu. Wewe peke yake ndiye niliyempa ufunuo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wengine wengi wanapenda kunisikia lakini, mimi nimewachagua ninyi kuwa bibi harusi wangu, kwa maana mmenitambua mimi, nanyi mmedumu na neno langu. Hamja patana, hamja bembana, bali mmedumu aminifu na neno langu. Muda umekaribia, ninakuja kuwachukua hivi karibuni. Kwanza mtawaona wale walio pamoja nami. Sasa, lo, jinsi wao wanavyotamani kuwaona na kuwa pamoja nanyi! Msiofu enye watoto, kila kitu kiko kikamilifu kwenye wakati unaofaa. Endeleeni tu kusonga mbele. Kama mhudumu wa injili siwezi kuona jambo moja lililosalia ila kule kuondoka kwa bibi harusi. Ndugu Joseph Branham, ujumbe 64-0726M, kutambua siku yako na ujumbe wake. Muda saa sita mchana, masaa ya Jeffersonville ni saa 2 usiku ya Afrika Mashariki. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikia ujumbe: Hosea sura ya sita yote, Ezekieli sura ya thelathini na saba yote, Malaki sura ya tatu mstari wa kwanza, Malaki sura ya nne mstari wa tano hadi wa sita, Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tisa, Ufunuo sura ya kumi